Tutajibu nini mbele ya Mungu tutakapoulizwa, ndugu zangu, na mwenyezi Mungu aliyashuhudia yote tukiyafanya. Wewe utajibu nini? la yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba. Hakuna mtu atapewa ruhusa ya kuongea ovyo ovyo. Hakuna mambo ya urongo huko. Mungu alishuhudia, hana haja ya kukuuliza wewe ndo apate kujua ulifanya nini duniani. Ndugu zangu, tutajibu nini mbele ya Mungu siku ya Kiyama atakapotuuliza, na mwenyezi Mungu aliyashuhudia yote tukiyafanya na malaika wakaya rekodi, na mengine yakatiwa kwenye video. Na upate kujua ndugu yangu, hii maasi ambayo tunayafanya sisi ni starehe ndogo sana. Una hadaika tu wewe, unaona raha wakati unapoifanya, lakini majuto yake na hasara yake ni kubwa. Starehe ndogo sana unakula haramu, unajihusisha katika matendo ya haramu. Ukishamaliza sasa, ikiwa wewe ni mtu ambaye angalau kuna imani ndani ya moyo wako, kuna kitu itakutingisha imani yako itakutingisha ndugu yangu, na utajiuliza baadhi ya maswali kwa nini mimi nimeyafanya hayo, na Mungu ameyakataa. Lakini ukishaona wewe umefanya madhambi mpaka mwisho sasa hivi hata hujiulizi chochote wala hujuti wala huoni kama ni kitu, pata kujua ndugu yangu, umeshafika mahali pabaya. Sisi sote hapa tuliokaa hapa ndugu zangu, kila mmoja wetu ana madhambi yake. Aliokamilika ni Mwenyezi Mungu peke yake, lakini jambo la kushukuriwa hakuna anayejua wewe na mimi tunafanya, hakuna anayejua Mwenyezi Mungu ametusitiri ndugu zangu. Madhambi ingekuwa ni harufu mbaya, hakuna mmoja angekaa na mwenzake hapa.